Sikuwa na expect kuja saa hii. Sasa nilikuwa nini, nilikuwa bia nimeenda wapi? Na picha wa Grace ni nilikuwa, nimeenda wapi? Na picha wa Grace Totre, nikiingia supermarket. Kuna kitu. Kuna kitage alikuwa anaenda huko kushona, anaenda harusi. Sawa. Tabu nini una simama mbele yangu? Siku hizi unadilute soda ama ni nini kinaendelea hadi kikombe cha mu chamoto lilo hmm. Unakunywa maji moto, sio ndo maji baridi? Jezi yako unakuaga na starehe. Si nilikwambia when I grow up i want to be excited like you girl? Mbona hmm? Time unafaa cha ma joy. -si chama, hino, na chama ni on na si nijakata chama kime kime bila nini kwa lao. Alafu wala, wala, apu. Wala apu si amesema kidogo ameenda mkutano wa mtoto shule. Mm, eh, ameenda mkutano amesema ataniabia ata akirudi. Hata nimeambia hao watu wengine watarudi Sasa hiyo ingine. Ni ni nini? nini Na mikono Una... Ah! Kuja <laughs> tu kijana. Welcome to Bed Palace Kenya, home of quality, affordable and luxurious beds and sofas. Visit our showrooms in Vindigua, Kiambu Road, opposite Quickmart, as well as Roysambu Thika Road. Dear client,

Nikakumbuka ulikuwa unasema shara yako iko na shida, nikatafuta mzee wa pipe au plamba atengeneze, hata kama ni kukusurprise na plamba. Watu si wajinga, Joy. Watu sio wajinga, Joy. Ulaba waliesa kuuliaje hivi mabring bring hadi kolo

Si, me una gari imekwa imeadikuwa wapo ama inaitwa nani? So that is yo that should be the car. Kwa sababu huku hakuna kupakwa wenyewe. I'm like what the audacity? Who does that? How can you park without mentioning even telling me? Nimeona unaniangalia yeah hapo. Unataka kunimaliza. Yeah. So umejoin a terrorist, munimalize. Sidiyo? I see now it is like a movement. How many are you? Joy, how many are you? Mama ni plamba.

unasema mfuate, mm -mm. Nani alikupatia ruhusa? Yeah. ya tu kuleta unangoja na nasia ai mkutano ati nini wanaume kwa nyumba yangu? Mama ni Islam. Mama ni njoo chakula uache kuchinda ukiniambia akini turaba. Turaba nani? Turaba ananukia marashi hivi unasikia bado hii nyumba inanukia marashi yake. Ako na watch. Eh? Sijui imeandikwa nini? It is like a, it is like an, an easy expense. Bring bring. Ama unadhani sijui bring bring ni pesa gapi? Unamwona na macho hazi toa hizo magorofa amevaa huku, anyagalilia yake chini ya bridge. Na mwanipia ni braba. Joy, Kukushika na haka, kajirani, haka kijana kajirani hapa chini ukaniambia, okay that one I let it slide. But now inside my house. Nao. Nao. Sasa siku yake ni ukimpata, nitampata wewe huyo mwanaume unataka? Oh so okay okay, so unataka kuniambia nimi alikuwa amekuja kuona, eti ni yako? Kaita kuona Joy? Si nimi alikuwa amekuja kuona, alikuwa amekuja kutengeneza sababu, kuna basa ametengeneza huyo kijana. Ni kijana wako na nakagwe na Joy. Let this be the last time. Mwenye kumenicheza maalama kumakua. Na haujaja bado. Kwa sababu hiyo tabia lazima utapata. Iko simu, nipatie simu this one is now mine hautakuwa na simu hii tivi nitakuwa na beba cable naenda nayo internet nitakuwa na isima kwa mita unaona hiyo ya kuleta moto na beba naenda nayo sawasawa sawasawa waikwanaivukuukwaja kuadeka ukisikia utahamia utaamiakocoo